Kaka sijui kuvuta sigara, akanishawishi. Ni mtoto wa miaka kumi tu aliyehama nyumbani na kuanza maisha mapya mtaani. Hiyo siku mama tukao tumebeba dagaa, nikavunja beseni, baba akanitishia nipige, nami nikatafuta njia, nikakimbia, nikaja mjini. Ni kati ya watoto maelfu wanaoishi kwenye viunga vya jiji la Mwanza. Yeah, hakuna anayesimulia uzuri wa maisha ya mtaani maisha ya mtaani si mazuri, yanaweza kukatisha ndoto zako. Licha ya magumu wanayopitia, lakini kila mtoto hapa ana ndoto zake za ukubwani. Ndoto zangu kuwa mwanajeshi na ninategemea nitakuwa mwanajeshi. Usiulize kuhusu timilifu wa ndoto. Ni siku chache tu tangu maadhimisho ya siku ya mtoto wa mtaani. Natamani serikali inisaidie nirudi nyumbani na iweze nipeleke shule nifaulu vizuri. Nikukumbushe tu, taarifa inaonyesha kuwa Mwanza ina idadi kubwa ya watoto wa mtaani nyuma ya Dar es Salaam, kwa watoto 2380 huku wilaya za Nyamagana na Ilemela ndizo zilizoathirika zaidi. Lakini si habari ya kufurahisha sana kwamba mkoa huu unakuwa na watoto wao, kwa sababu watoto wanatakiwa wasome. Lakini nasikitisha sana ukipita mitaani unakuta watoto hao wanaomba wanaomba katika stendi za mabasi, ukienda katika maeneo ya uvuvi watoto wao wanavua na kutumikishwa katika maeneo haya. Anaitwa Baraka Makona, afisa ustawi mkoa wa Mwanza. Lakini watoto wao wanafanyia vitendo vingi sana vya ukatili, lakini huduma za afya nao kwao ni changamoto, kwa sababu wanakumbwa na magonjwa saa hizi, kipindi hiki ni cha mvua. Anasema hili ni tatizo la wananzengo na dawa iliyochemka tayari kikombeni kunywiwa. Kwa hiyo sisi tumejipanga kama mkoa kuhakikisha kwamba tatizo hili kwa kweli safari tunahakikisha kwamba tunaliondoa. Ndio ni uzinduzi wa mkakati wa kushughulika na watoto wa mtaani. Kwanza kutambua hawa watoto wenyewe ni wakina nani, wako wangapi, wametoka wapi. Tatu kuimarisha uchumi wa kaya, wale wanaopitia tasafu wapitie, wale wengine wanaohitaji msaada wasaidiwe ili tuimarishe uchumi wa kaya. Mkuu wa mkoa hapa Said Mtanda anaamini kwa mkakati huu mwenye ndoto za ujeda zimbi ni kutimia ili wasije kuwa panya rodi na kuathiri usalama hapa. Tutawapeleka wakaishi huko soba, badala ya kuishi huko mtaani kwenye baridi, watakaa miezi sita. Baada ya hapo tutawatafutia scholarship VETA, tutaandaa mafunzo ya miezi mitatu, wakasome kule, tunawapa vifaa na kuambia sasa, tawanyikeni. Wakati mkakati ukitazamwa kama mwarobaini Wazazi wasiojali malezi wanakalia kutikavu. Wazazi ambao watimizi wajibu wao lazima wafikishwe kwenye vyombo vya kisheria na wanakabiliwa na adhabu ya miaka mitano, lakini pia kifungo cha miezi sita. Kwa hiyo ni lazima tukaisimamie. Innocent Aloyce.